Ikiwa leo ni Juni 11 siku ya Jumatano, inakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Mada ya leo inasema, Hamani na Shetani. Katika kisa cha Esta tunakutana na Hamani ambaye anatamani sana cheo na mamlaka. Anapewa daraja la juu na umashuhuri katika ufalme juu ya wakuu wengine wote. Tazama Esta sura ya tatu aya ya kwanza. Tukisoma Ezekiel 28 aya 11 hadi 15 na Isaya 14 aya 12 hadi 15 kuhusu Lusifa, tunaweza kupata ufanani fulani na Haman, mpinzani mwovu wa watu wateule wa Mungu, anayekataa kusujudia ukuu wa Mungu. Makusudi ya juu ya shetani yanafunuliwa katika kisa cha majaribu ya Kristo, ambapo anampandisha Yesu juu ya mlima mrefu ili kumwonyesha mithki zote za ulimwengu, Mathayo sura 4 aya 8 hadi 11. Kristo kama tulivyoona, alikuja kuukomboa ulimwengu na kuudai kama wake, na alifanya hivyo kama mmoja wetu. Yesu ndiye mkombozi wa jamaa, na bila shaka bei aliyolipa ili kuukomboa ulimwengu ilikuwa ya juu sana. Katika kitabu cha Ufunuo tunaona kwamba tamaa ya Shetani ya mamlaka na ibada inauleta ulimwengu huu katika zahama yake ya mwisho. Udanganyifu wake unausadikisha ulimwengu ustaajabia na kumfuata mnyama, Ufunuo 13 ya 3 na ya 4, isipokuwa idadi fulani ya watu wanaokataa kumwabudu. Kwa watu hawa anatumia nguvu. Hamani anaona kwamba Mordekai, mmoja wa wateule wa Mungu, hakumwonyesha heshima au kukubali kile alichoamini kuwa haki yake ya kuabudu Anaghadhibika sana katika Esta sura ya tatu aya ya tano na ya sita, na anaazimia kuwaangamiza jamaa yote ya Mordekai kutoka katika ufalme wote. Soma Esta sura ile ya tatu ya kwanza hadi ya 14; Ufunuo sura ya 12 ya 14 hadi 17; na Ufunuo 13 ya 15. Unaona ufanani gani kati ya vifungu hivi? Maelezo ya Yohana kuhusu kanisa la masalio wa Mungu yanafananaje na maelezo ya Hamani kuhusu watu wa Mungu? Shetani amedai ulimwengu huu kuwa wake, lakini kuwepo kwa watu wanaodumu kuwa waaminifu kwa Mungu wanaoshika amri zake hukanusha madai yake ya kuwa na mamlaka kamili. Sabato itakapokuwa suala kuu la pambano pote katika jumuiya ya Kikristo, Kukataa kunakoendelea kwa walio wachache kukubali kutimiza matakwa ya umma kutawafanya wawe watu wa kuchukiwa sana. Ellen G. White, Science of the Times, Februari 22, 1910. Fikiria juu ya mambo madogo ambayo yanajaribu imani yako sasa. Ikiwa unafanya maridhiano katika hayo mambo madogo, utafanyaje jaribu kubwa litakapokuja? Hii ni Juni 11, siku ya Jumatano, mada ikisema Hamani na Shetani. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Kumbuka hii ni somo la 11 linalosema Ruthu na Esta.